Kila mmoja wetu ni mwigizaji. Ulimwengu ndio ukumbi wa kuigiza na Mwenyezi Mungu ndiye mwelekezi wa mchezo wenyewe. Hii leo katika makala maalum ninamwangazia mwanahabari Peter Waweru Mburu aliyekuwa akipigania haki na usawa kati ya matabaka yaliyo navyo na yasivyo navyo. Mimi ni Elizabeth Nyamwita. Mwanahabari Peter Waweru Mburu alizaliwa mwaka wa elfu moja mia kenda sitini na mbili. Alisomea shule ya upili ya Makuyu kati ya mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na tisa na na mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tatu Baadaye alijiunga na shule ya upili ya Emusire kati ya mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na nne hadi mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tano Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kati ya mwaka wa elfu mbili na sita na mwaka wa elfu mbili na tisa kwa shahada ya sanaa katika maswala ya uanahabari. Kwanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili Waweru alifuzu kwa shahada ya uzamili katika maswala ya habari na mawasiliano kwenye chuo kikuu cha Nairobi. Alikuwa mwalimu wa shule ya upili ya Makuyu kati ya mwaka wa 1986 hadi mwaka wa 1997 kabla ya kuogelea kwenye habari ya uandishi wa habari. Peter Waweru Mburu maarufu kwenye makala yaliyotendeka hayuko duniani. Ama kwa hakika mchango wa mzalendo huyu mwana wa Kenya kwenye masuala ya jamii na tasnia nzima ya uanahabari hauwezi kusahaulika. Utasahaulika vipi na makala hayo yalikuwa yanapiga pigania haki na usawa kati ya matabaka yaliyonavyo na yasiyo navyo, makala ambayo yalimkweza mnyonge na kumpa sauti kwenye ulimwengu uliosheheni papa na mama. Ni sauti iliyorindima ndani na nje ya mipaka ya Kenya. Viongozi wakuu na walalahoi wangetekwa na makala yaliyotendeka sauti yake ilichinja na kutakasa jamii kwa viwango sawa, ikivunja mihimili ya uovu katika jamii. Wafisadi hawakusazwa. Njili yake Mburu ililenga kuangazia uozo wa jamii. Suala la maadili ya viongozi na jamii pana, akilipa uzito uliostahili. Waweru Mburu hakujali mirengo ambayo mmoja alikuwa anaegemea kwenye siasa. Hapo alipendwa na wengi na pia kuchukiwa na wengi. Alipendwa kwa sababu alitetea jamii jamii ya mlala hoi na kuchukiwa na walala heri kwa sababu hawakuwapa mafuta. Waweru aliwafahamisha walala heri ukweli japo ulikuwa mchungu. Mtu akipatikana kuhusika na ufisadi, eh, anastahili kuonyeshwa mti ulio karibu wa jinyonge. Eh, naamini demokrasia, ha, na utawala wa sheria, lakini msikilizaji, eh, hatupati suluhisho. Nauliza maana kuntu ya maisha, mbona mwanadamu atambe na kutaratamba maishani akazoa atakayoweza kuzoa kisha mwisho wake ukawa kama barafu iliyoyeyuka? Nyota ya Waweru imefifia ila falsafa zake na mtazamo wake utasalia nasi daima dawamu. Ninapobanwa inahisi kwamba mbegu alizopanda Mburu zimezaa baadhi ya wana ambao siku moja watakuwa na azna ya kujitosa kwenye nyanja hii ya habari. Peter Waweru Mburu alijiunga na kituo cha Royal Media Services mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na tisa hadi kifo chake ambapo alikuwa akisimamia idhaa ya Kiswahili. Alikuwa anaugua ugonjwa wa saratani ya tumbo. Zidi kufuatilia makala yetu na maneno mengi katika chaneli yetu ya Nyanza Star. Mimi ni Elizabeth Nyamwita, kwa heri.